patiwa taarifa na KWS kwamba kutakuwa na e, hoteli tano mpya ambazo zitajengwa mahali hapa. Hizo hoteli tano mpya itakuwa ni ile hoteli ya high end. Mtu akikuja hapa analipa e, dola mia tano ama dola elfu moja kwa siku moja. Mnaelewa hiyo? Eh. Hiyo ndio inalipwa. Hata kule Masai Mara hiyo ndio bei ya kulipwa. Ninyi mnanielewa? Kwa nini unafikiri kuja kuona wanyama live ni kazi kidogo? Na mmeona ile nimesoma hapa, maneno mingi tumeweka, sijui nini, askari mia tatu tumeweka, redio ya kufanya nini, ndege, sijui nini. Hiyo kazi yote mnafikiri <laughs> ama ama bana ama, ama, mgani atialapo mtu tu akuja alala hapa naondoke hivi hivi. Hiyo hawezi kali. Tunaelewana jameni. So tumekubaliana na watu wa KWS. Hapa hakutakuwa na hoteli ya kulipa elfu mbili sijui elfu tatu. Hakuna hoteli kama hiyo hapa. Hiyo hoteli tutaweka kule Voi. Voi huko. Hapa <laughs> <laughs> <laughs> na magari eh. Yeah. Voi huko waende walale huko. Lakini hapa kulala hapa kwa mbuga mahali iko rhinoceros tumeweka ua iko maneno mzuri, unalipa vizuri ndio tuongeze mapato, ndio tuweze hiyo mapato iweze kufikia wananchi. Jambo la pili ambalo tutafanya vile vile